Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Adam Malima ameagiza waajiri kwenye halmashauri zote mkoani humo kushirikiana kikamilifu na, kika na vyama vya wafanyakazi kuhuisha orodha ya madai ya watumishi pamoja na wastaafu, kuhakikisha yanajumuishwa kwenye mipango na bajeti za taasisi zao kwa ajili ya kulipwa kwa wakati. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya Siku ya Wafanyakazi yaliyofanyika kimkoa kwenye Uwanja wa Jamhuri, manispaa ya Morogoro, amesisitiza kuwa madai ya wafanyakazi si utashi wa mtu binafsi bali ni haki ya msingi inayopaswa kutekelezwa kwa wakati na waajiri wote. Binafsi, ni jambo la kusikitisha kuendelea kuona madai yanayoweza kuwekewa mipango na kulipwa na halmashauri yanaendelea kuwa kukero na usumbufu mkuu wa mkoa anapata taarifa ya hali za kiuchumi za halmashauri zote, unajua kwamba halmashauri hii ina uwezo wa kuondoa haya madeni ya jumla milioni mia mbili mia tatu labda na alafu unakuta watu bado wamekalia madeni haya hii hii, kusema kweli hali hii e, si sawa. Tumekubaliana na Rais kwamba tutaenda kupitia hali hii, ofisi yake itasimamia kwa hiyo. Nichukue nafasi hii kuwaelekeza waajiri wote, weka katika mipango na bajeti ulipa madeni ya wafanyakazi, na kwamba madai yao si swala la ukashi binafsi, sionekane kwamba huyu bwana amelipwa madeni yake kwa sababu wanazungumza vizuri na mkurugenzi, ah. hakuna kitu kama hicho. Hili si swala la utashi binafsi, bali ni matakwa ya kisheria. Kwa hiyo nawaelekeza waajiri mshirikiana na vyama vya wafanyakazi kuhuisha orodha ya madai ya watumishi, yakiwemo ya uhamisho. Waajiri kuto kupeleka michango kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ni miongoni mwa changamoto zingine ambazo nimepokea kama mlivyoeleza kwenye risala yenu. Uzoefu unaonesha kuwa pale ambapo mwajiri anakuwa dhaifu na mfuko, kwa upande mwingine, kutotekeleza wajibu wake, ndipo utokea mapungufu haya ya kuto kuwasilisha kwa michango ya wafanyakazi kwenye mifuko. Hata hivyo, kwa watumishi wa umma serikalini, kupitia mfumo wa malipo ya mishahara, imechukua hatua ambapo kwa sasa makato haya kukatwa moja kwa moja na hazina na kuwasilishwa kwenye mifuko ya hifadhi Serikali imechukua hatua kwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya hifadhi, ambapo kwa sasa michango iliyokatwa kwenye mishahara ya watumishi ni ile isiyowasilishwa na waajiri itahesabika kuwa iliwasilishwa na mtumishi, hata adhibiwa kwa kosa la mwajiri. Maelekezo ya serikali ni kwa mifuko ishughulikie mafao ya wafanyakazi pasipo kuwasababishia wastaafu usumbufu wa ziada wakati wa kufuatilia mafao yao. Wale wachache, wale wachache, wale wachache, wanaokiuka sheria kwa maksudi na kushughulikia masuala ya wastaafu kama ziada, naomba mstaafu yoyote ambaye, akifika akikuta ana shida katika kupata mafao yake, masuala hayo ayawasilishe ofisi ya mkuu wa mkoa, na sisi tutashughulika kwa niaba yake ili apate haki yake. Nasema hivyo kwa sababu waajiri wengine, imeonekana ni ubishi tu, basi hawasilishi stahili zile za wafanyakazi, esemeka jeuri tu, kiburi. Sasa kwa jambo hili, ukisema wewe unafuatilia, hapana. Mfuko mimi na mwajiri ndio tutajuana huko mbele, wewe utakuja, utaendelea malalamiko yako, sisi tutathibitisha kwamba kweli mfanyakazi huyo ana madai na nyie hamjamlipa, na nyie staini zake hamkupeleka. Hayo mengine sasa itakuwa juu ya ofisi ya mkuu wa mkoa kusimama na waajiri na mfuko wa hifadhi ili kujua na kuhakikisha kwamba mfanyakazi mstaafu ametumikia, amemaliza, amemaliza muda wake. Sasa haki yake ni kupata mafao yake bila usumbufu. awali Katibu wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa mkoani humo Heleni Kobelo akisoma risala ya wafanyakazi ameyataja baadhi ya madai hayo ni pamoja na uhamisho, likizo, matibabu, kukaimu, kujikimu, ajira mpya, malimbikizo ya mishahara kwa wafanyakazi walioondolewa kimakosa na kurudishwa kazini kwa mwaka elfu mbili kumi na saba na kumi na nane tunaiomba ofisi yako kuingilia ya kati na kufuatilia kwa karibu mwenendo wa ulipaji wa madeni ya watumishi wa umma wa katika mkoa wetu kwani tatizo ni kubwa. Aidha, tunashauri wastaafu kupewa kipaumbele kwa kulipwa stahiki zao mara tu wanapostaafu. Kwa sasa katika halmashauri zetu kuna wastaafu wana zaidi ya miaka minne tangu kustaafu hawajarudishwa makwao. Jambo hili ni ukiukaji mkubwa wa sheria na unyanyasaji kwa wafanyakazi. Maadhimisho ya Siku ya Wafanyakazi Duniani ni kumbukumbu kumbu ya kutambua mchango wa, wa wanaharakati wa kudai haki za wa wafanyakazi dhidi ya waajiri wakandamizi wasiopenda kutimiza wajibu wao. Mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano yamebeba kauli mbiu semayo uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi bora ya wafanyakazi wafanyakazi tushiriki. Kauli mbiu hii imetumika kuhamasisha wafanyakazi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu ujao kwa kuchagua viongozi wenye kujali ustawi na haki zao. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.